Naitwa Hilda Vigo Rifenstein, ni mratibu wa Lake Victoria Marathon. Tumekimbiza mbio ya kilomita mbili na nusu ya watoto, tukakimbiza pia kilomita tano ni fun run. Tumekimbiza kilomita kumi corporate run. Alafu pia tukakimbiza tunaita half marathon 21.1 km uh, half marathon Lake Victoria. Naomba nitoe shukrani kubwa sana kwa sponsors wangu akiwemo Yas, Mix by Yas. Wametusupport kwa kila hali in terms of funds na in terms of material. Kwa sisi kama Lake Victoria Marathon Nawaambia asanteni sana kwa support yenu. Tunaomba next mwaka kesho pia muwe na sisi kwa sababu najua mnajua kazi nzuri ambayo tuna, tumeifanya leo siasa na Mixx. Lakini kama ulivyosema, mimi binafsi, wakati nakimbia, kikubwa ilikuwa ni kuweza kufulfill au kukamilisha dhima ya hii mbio, maanake tunakwenda kuchangia wale watoto njiti. kwa wakati nakimbia na kata zile kilomita, nilikuwa naona kabisa natoa jasho, lakini kila tone linalodondoka ni katika kuchangia wale watoto njiti. Tunaamini kupitia michezo hii, kuna watu ambao wana ndoto, lakini katika kila hatua ambayo wanapiga, sisi kama Yas kupitia teknolojia yetu ya 4G na 5G, tumeendelea kuamini katika kile ambacho kina na hawa uh, Lake Victoria Marathon katika kikubwa hasa, kama nilivyosema mwanzoni, ni katika kufikisha malengo kwenye jamii, kusaidia jamii hasa katika nyanja ya afya. Dhima kubwa ni kusaidia matibabu ya watoto njiti kupitia hospitali za Bugando Sekoure hapa Mwanza, ambao chochote ambacho kinakusanywa hapa basi kinapelekwa pale. Kwa dhima kubwa ambayo sisi kama Yas na Mixx tumeweza kuudhamini, ni kuweza kuhitimisha au kuchangia katika hiyo dhima kupitia mbio hizi na mbio nyingine ambazo zinaandalia ndani ya kanda ya ziwa ndani ya Mwanza ni kuweza kuuisha afya, na tunaamini michezo ni afya. Kwa katika kila mbio ambayo inakimbiwa, basi wananchi na Watanzania wanakwenda kujenga afya na kupitia michezo. naitwa Naomi Misururu. mbio hizi za Lake Victoria Marathon ni mbio ambazo siku nyingi nilikuwa natamani kukimbia na sijawahi, nimekimbia for the first time. na kwa kweli nimejisikia vizuri, kwanza mwili umepata joto ninachopenda tu kwamba watu wengine wanatakiwa waje washiriki. Kwanza cha kwanza, wanacommunicate na watu, wanakutana na watu wapya, wanafurahia, mwili unakaa vizuri. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye anataka kukimbia, mimi tu ninaomba kwamba ajiunge na asiogope. Mbio za Lake Victoria Marathon is the best marathon. Lake Victoria Marathon season 5 ambayo huu ni msimu wa tano ambao tumefanikiwa kukimbia hapa jijini Mwanza. Moja kati ya vitu ambavyo vinasaidia katika ufanyaji wa mazoezi ni pamoja na kuweka afya yangu iwe nzuri zaidi ili niweze kuendelea na shughuli zangu za vizuri, lakini pia mazoezi ni afya, mazoezi ni furaha, mazoezi ni upendo, mazoezi ni kila kitu.